Basi tumekuja kuona, mimi pamoja na wenzangu, lakini tumekuja kujiridhisha. Ni mwambie tu mkandarasi, jitahidi kama kisima hichi wataalamu wameelekeza mita mia moja basi kiwe mia moja. Kikipungua na tukagundua kwamba kimepungua, mkandarasi, shughuli itakuwa si rahisi sana hivi. Sawa eh? hakuna shida. Ninaomba, fanya kazi yako na sisi tutakupa mashirikiano lakini hakikisha, nasisitiza injinia, mdhamini, simamieni viwango vilivyowekwa na wataalamu vifikiwe. Hakuna kubageni kitu chochote. Kama kuna tatizo, kaeni mulisovu kitaalamu. Mimi sina mashaka, kwa sababu wewe mwenyewe ni injinia, naamini kazi hii itakwenda vizuri, na mimi nitakuwa napita sana, maana wananchi wananipigia simu huko kila wakati maji hakuna maji, kuna mgao. Mimi sio ni sababu kuwa na mgao, tumalize hili tatizo, wananchi waendelee kupata huduma. Lakini na wale wanaogawa maji wapo hapa, e, msiwagawie watu maji usiku. Watu wamelala saa tano, hakuna kutegemea. Watu wamelala saa tano, wanampelekea maji, maji ya nini? Wakishalala watu wataki maji. Watu wanataka maji kabla ya kulala. Ekeni utaratibu wenu watu wajue, na nadhani ilo tatizo hicho kisingizio kitamaliza baada ya yeah, baada kumaliza. Basi mimi nawashukuru. Na mimi nakushukuru kwa maelezo hayo ya kitaalamu mazuri. Nimejaribu kuuliza masuala mengi kwa sababu yeah, nilikuwa nataka clarification zaidi ya kuona namna gani ujenzi huu utaendelea. Bahati njema hapa ni karibu, nikija tu nitakuwa naweza naweza kupita lakini hapo mnapokwenda ndo karibu zaidi kabisa. Basi tujitahidi, naamini kila kitu kitakwenda vizuri. Tunawashukuru kwa kweli kwa kazi nzuri, kandarasi. Nashukuru kuona kwamba tayari hatua hii imefikia na naamini utamaliza vizuri, nasi tuko tayari kukupa mashirikiano, na wananchi wa Kiwani wanasubiri kwa hamu kukamilika huu mradi ili waendelee kupata, kupata huduma. Basi baada ya kusema hayo, tukushukuru sana mdhamini na timu yako, na sisi tusubiri tu maendeleo ya kukamilika kwa kisima chetu hichi, alafu tuendelee na matumizi. Maana Kiwani inakuwa siku hadi siku, inakuwa huko pote, unakoona kulikuwa hakuna majumba, watu wote wanajenga sasa. Huko maeneo yote huko mji unakuwa, kwa hiyo matumizi pia yanaongezeka. yeah. yeah. yeah.